Karibu, hii ni Saa ya Bahari kutoka hapa Ayin Safi. Waziri wa Habari wa Pakistan, Attaullah Tarar, amesema kuwa nchi yake ina taarifa za kuaminika za kiintelijensia kwamba India inakusudia kufanya shambulizi la kijeshi dhidi ya Pakistani ndani ya masaa 24 hadi 36 yajayo, hilo likiwa tishio la hivi karibuni zaidi la vita kati ya majirani hao wawili wenye silaha za nyuklia. Waziri huyo ameeleza katika ujumbe wake kwenye jukwaa la kijamii la X kwamba India itaanzisha mashambulizi ya kijeshi kwa kutumia kisingizio cha tukio la Pahalgam katika eneo linalozozaniwa la Kashmir. Matamshi hayo ya waziri wa habari wa Pakistani yanaambatana na harakati za kijeshi zinazoendelea kuongezeka kwenye mpaka wa nchi kavu wa nchi hizo mbili jirani. Mzozo wa sasa kati ya New Delhi na Islamabad umeibuka baada ya watu waliokuwa na silaha kulifyatulia risasi kundi la watalii katika eneo la kitalii la Pahalgam, lililoko takriban kilomita tisini kutoka Srinagar, mji mkuu wa majira ya joto wa Kashmir inayodhibitiwa na India, na kuua watu wasiopungua ishirini na saba Jumanne iliyopita. Usiache kulike na kusubscribe.